Yaani, uvaaji sahihi wa miwani usaidia macho kupata msaada unaohitajika na kuzuia matatizo zaidi ya kuona. Uvaaji sahihi hmm, uvaaji sahihi ni ule mtu umepima umeambiwa utavaa miwani yenye kipimo hichi na ina nini, tunasema tunasema hivyo. Kwa hiyo vaa miwani kila wakati kama daktari alivyoshauri, hasa ukiwa unaendesha, unasoma au kutumia simu. Hmm, nafikiri ninyi watangazaji mko kwenye teknolojia kubwa, mnatumia simu, mnatumia kompyuta na nini, ah, yeah. Mimi mwanga ni mkali yeah. Tayari wewe umeshakuwa mkubwa, unajua kujipunguzia mwanga. Sasa mtu mwingine anajua, atakupunguza mwanga apate intensity gani ya mwanga yeah. Kwa hiyo kingine ni kuhakikisha miwani inakaa vizuri usoni Sio kubana kumbu au, kuna kuna uwejawaji au, au kulegea hey, kubana au kulegea, kwa sababu miwani kama itakuwa imepinda, hmm, itavaliwa na sikio moja kwa sababu miwani inavaa kwenye masikio na pua, ambapo tunasema si ni four point touch, inashika kwenye pua pamoja na masikio. Kama imehengi kwenye sikio moja, lazima sikio lako utasikia linauma, ambako imeshika, kwa sababu mtoto anapomvaa sehemu moja. Alafu tunasema kwenye kuvaaji sahihi wa miwani ni kagua macho mara kwa mara. Yaani ile kupima ambayo nilikuwa nimesema kupima angalau mara moja kwa mwaka. Kama ukishaingia kwenye kuvaa miwani angalau mara moja kwa mwaka tu. Unapima. Ukipima ni kuhakikisha namba unayoiona bado ndio ile ile au ina mabadiliko au imekwaruzika. Alafu tunasema kwenye kutumia miwani ya jua kwa sababu miwani za jua ziko tofauti. Hizo miwani za jua kuna ambazo zinapunguza ile UV rays. Sijui kama so, nasema UV rays kama tazaje? Tuko pamoja? Ultraviolet rays Okay. Ultraviolet rays kwa sababu hii ni mianga. Yaani kuna aina nyingi za mianga inayoshuka duniani kutoka mm -hmm. juu. Ultraviolet rays ni moja wapo ya huo mwanga. Na huu uh, mwanga ndio unaleta kasheshe zaidi kwenye kwenye macho. Yaani ukisikia mtu asema mimi naogopa mwanga, sio kwamba anakuwa anaogopa mwanga kama mwanga, anakuwa anapata zile UV rays nasema. Kwa hiyo hii miwani ya jua kuna ambayo ina protect UV rays. Kuna mingine hai protect mwanga unapita kama ulivyo. Na ndo maana hata hizi miwani za jua zimetengenezwa kulingana na kulingana na na sehemu gani unakaa sasa. Mtu anayekaa Dabaga ukimpa miwani ya mtu anayekaa ya jua anayekaa Idodi wadabaga unakuwa unamtesa macho zaidi. Zaidi ni ni ni mda gani uanze kutumia miwani? hmm. Hii ndio shida inapoanzia, yaani hakuna umri wa kusema fulani anatakiwa anze kutumia miwani. hmm. Nafikiri mtangazaji hapo amesema kuna watoto wadogo. Mm. Kwenye kuona hakuna mdogo wala mkubwa.